Katika kutekeleza kwa vitendo dhamira ya serikali ya awamu ya sita, na kuongeza mauzo ya bidhaa na huduma za Tanzania nje ya nchi, serikali kupitia wizara ya viwanda na biashara imefanya kazi kubwa katika kuzitangaza bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini katika majukwaa mbalimbali ya kitaifa, ikiwemo kuratibu ushiriki wa biashara za Tanzania katika maonyesho ya kimataifa nchini nchini mbalimbali, mbali na kujenga utamaduni wa kuthamini ubora kwenye jamii yetu na kuanzisha tuzo za ubora za kitaifa. Najua mnafahamu sasa hivi kuna maandalizi ya maonyesho ya sabasaba ambayo yanaendelea. Ndugu waandishi wa habari, malengo ya kuanzisha kwa tuzo hizi ni pamoja na kuwatambua na kuwapongeza watu binafsi waliotoa mchango mkubwa katika kuboresha miundombinu ya ubora au taasisi zinazofanya vizuri kwenye masuala ya ubora wakati wa utekelezaji wa shughuli zao za uzalishaji bidhaa au utoaji huduma. Watu wanasema mcheza kwao hutunzwa maana ya umuhimu wa kuwatambua wale ambao wamefanya vizuri katika sekta ya ubora. Lengo jingine ni kuhamasisha ubunifu na uboreshaji wa bidhaa na huduma zinazotolewa hapa nchini kupitia taratibu zinazowekwa zilizowekwa chini ya miundombinu ya ubora, ambapo kwa upande wa bara inasimamiwa na Shirika la Viwango Tanzania na upande wa Serikali mapinduzi Zanzibar ipo ZBS. Aidha, washindi wa shindano hili watapata nafasi ya kushiriki katika mashindano ya kitaifa na mashindano ya kikanda kwa maana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yaani SADC. Wale ambao watapatikana kitaifa ndio hao hao ambao watawakilishwa wataiwakilisha nchi yetu katika mashindano ya kikanda katika maeneo hayo ambayo nimeyataja. Ndugu waandishi wa habari, tuzo za ubora za mwaka 2025 ni msimu wa sita, kwa maana hii ni mara ya sita sasa tunaenda kuandaa tuzo hizi au mashindano haya, lakini vipengele kwa mwaka huu vitakuwa ni vipengele saba. Kipengele cha kwanza ni tuzo ya kampuni bora ya mwaka. Kipengele cha pili ni bidhaa bora ya mwaka. Kipengele cha tatu ni huduma bora ya mwaka kwa kampuni binafsi. Kipengele cha nne huduma bora ya mwaka kwa taasisi ya umma. Kipengele cha tano ni muuzaji bora wa bidhaa za kilimo nje ya nchi. Kipengele cha sita muuzaji wa bidhaa mchanganyiko nje ya nchi na kipengele cha mwisho mtu mmoja pekee aliyefanya vizuri katika masuala ya ubora huyu anaweza akawa sio mzalishaji na mtu mwingine yoyote ambaye amechangia katika masuala ya ubora. Kwa kipengele cha kwanza hadi cha sita tumeandaa tuzo kwenye makundi mawili, kwa maana ya kampuni kubwa, na pia kuna tuzo kwa wajasiriamali wadogo. Kwenye tuzo ya ya kwanza hadi ya sita ina makundi mawili, unaweza kumsindanisha mzalishaji mkubwa na mzalishaji mdogo. Tija kiuchumi, tija ziko nyingi, inaweza ikawa nyingine sio kiuchumi, lakini tija ya kwanza kabisa visibility leo kumtaja kwa mfano kampuni zile ndogo ambazo zimeshinda kwa ngazi ya kitaifa, akaenda Afrika Mashariki, akaenda SADC, amepata visibility. Lakini mbali ya kupata visibility, inampa confidence. Kumpa confidence kwa kifanya, ya kwamba kila anachokifanya kinatambulika ndani ya nchi, lakini akienda hata kwenye jumuiya zingine, nchi zote 24 kwa kwa makundi tofauti tofauti, anamtambua kwa kufanya hivyo. Ile visibility na kutambulika ile huduma anayotoa, anapata wateja zaidi na anapata kuaminiwa zaidi. Kwa hiyo kiuchumi tunaiona kwa maana atakuza masoko na maybe atapata wateja wengi zaidi, lakini pia ile kupata acknowledgement kwamba kuna watu ambao, mamlaka ambazo zinakutambua na kuona mchango wako, na yenyewe hiyo ni kubwa. Lakini pia inakuwa na multiplying effect kwa maana ya kile kinachotambulika, kuna kingine ukioni kwa mara moja, lakini kinampa multiplying effect. Lakini pia akitambulika hivyo, akipata masoko zaidi, wateja zaidi, ina maana ataendelea kuongeza ajira. Kama alikuwa na watu watano au sita anaweza akadabo namba ya watu ambao anafanya nao kazi. Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo pia tija kiuchumi kikubwa. Napenda kuwakaribisha wazalishaji wote wa bidhaa nchini, watoa huduma wote, wajasiriamali, ili waweze kushiriki kwa wingi nituweze kufanikisha zoezi letu hili, na fomu za ushiriki zitapatikana katika tovuti yetu ya TBS pamoja na ZBS, au mfike ofisini kwetu.